Kidiilisha iye ni mwamba, hakuonekana anaaminiwa sana lakini sasa najibu kwa mitendo. Wanashangilia Yanga, wanashangilia wananchi. Ilianzwa kona, akaenda juu, akajitwisha mgoma, ikasama ndani. Hakuwa na nafasi yoyote, hakustinyo Kalunga kufanya chochote. Chuma ya pili hiyo, akashangilia kwa staili ile ile, ambayo ni staili na alionesha pale Luanda Angola, ni kama mtu ambaye anarudi river sivi, akigonga kwa kisigino. Yanga mbili we sport club sufuri, aggregate ni tano bila Sema imekusha hivi, hesabu sasa. Yanga ni kungoja tu hatua ya pili, second round, kunyua madhambi kule Zeferino Kware kwa Joao Muniz ni ambaye ameachiwa kupiga huo mpira. Kisha pia ndani kule, Joao na gongo kichwa, bado anatafuta njia juu. Jovan Joao tena Muniz, Jovan anaingiza pia moja ndani na gongo kichwa na Baka Ngonjo Boeli Andy Price Chandra Kizaka Boka Akila, cheza vizuri, kwa liko ni Anthony ya Chitongo mule. Anaweka nani? Filipe Rocha yuko chini.